Ni shamrashamra, furaha na nderemo walizokuwa nazo wahitimu wa chuo cha maendeleo ya wananchi Mtawanya, yaani Mtawanya FDC, kilichopo kata ya Mtawanya, manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, furaha iliyosindikizwa na hotuba yenye kuleta matumaini, iliyotolewa na ndugu Mohamed Tilika, ambaye ni katibu wa mbunge wa jimbo la Mtwara Mjini, Mheshimiwa Joel Athana Nanauka, alipoenda kumwakilisha mbunge huyo katika sherehe ya mahafali ya 50 ya chuo hicho. Faida Online TV, watu wa fildi pas na hiana, tumekuandalia taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karimu Faida. Ikumbuke kuwa Mheshimiwa Nanauka bado yupo bungeni jijini Dodoma na wabunge wengine, lakini pamoja na kuwa mbali na eneo lake la kazi, ameonesha mapenzi ya dhati kwa wananchi wake wa Mtwara Mjini kupitia mikakati yake kwa chuo hicho cha Mtawanya pamoja na jimbo la Mtwara Mjini, huku akijielekeza zaidi katika kutoa elimu na mitaji kwa makundi mbalimbali mbali ya kijamii ikiwa ni pamoja na vijana kama ilivyoelekezwa na katibu wake Mohamed Tilika katika mahafali yaliyofanyika Novemba 15, 2025. Ni mikakati ya Mheshimiwa mbunge kwa vijana wa Mtwara Mjini, lakini pia kwa chuo hiki cha FDC Mtawanya. Kabla ajawa Mheshimiwa mbunge aliwahi kuja hapa kutembelea chuo, lakini pia wakati wa kampeni alipita hapa kuomba ridhaa, kwa sababu sehemu hii pia inawapiga kura na baada ya kuwa mbunge atakuja tena, yapo ambayo aliyaona kabla na amesema. Ni aseme kama sema mikakati yake katika ya kampeni zake wakati naomba ridhaa kwa Wanamtwara, alizungumzia suala zima la uinuaji wa wananchi kiuchumi, ambapo katika kuinua wananchi kiuchumi ziko njia, mbi, njia kuu mbili ambazo yeye angependa kuzitumia. Kwanza ni kuwapatia mafunzo ya ujasiriamali wanawake wa ujasiriamali wadogo wadogodogo lakini kundi kubwa la vijana ambao hawana ajira ndani ya jimbo la Mtwara mjini, ukiondoa tu kuwapatia mafunzo, pia uko mpango wa mkakati wa kuwawezesha kimitaji wale wote wenye nia ya kufanya mambo ya kimaendeleo ama ya kiuchumi. Lakini kubwa zaidi, kabla ya kuwapa watu mitaji, kikubwa ambacho yeye anakitazamia kukifanya ni kuwapa elimu na mafunzo ya ufundi stadi ili kuwawezesha vijana wengi ambao hawana ajira wako mtaani waweze kujiajiri wenyewe ama kuajiriwa katika sekta binafsi, ukiondoa sekta ya serikali ambayo wengi tumekuwa tukiitegemea. Kwa hiyo katika mikakati yake ni kuwafanya vijana wote wa makundi mbalimbali hasa kundi a maafisa, maafisa usafirishaji almaarufu bodaboda, tumeshazungumza na viongozi wao na sasa hivi tupo kwenye mkakati ya utambuzi wa bodaboda wote, boda kwenye kila kata, kila kijiwe, ili waweze kufahamika na wao waweze kuja hapa kupata elimu ya ufundi stadi na tayari tuna baadhi ya majina ya vijana wamejiorodhesha na fani mbalimbali ambazo wangependa wazipate, wakati wanafanya shughuli ya bodaboda, basi asubuhi au jioni wanakuja chuoni kupata elimu. Lakini pia nigusia kidogo swala la utatuzi wa changamoto ambazo zimeelezwa hapo, mojawapo ya ukosefu wa vifaa vya michezo kwa umuhimu wake, hili tunalichukua kama ofisi ya mbunge na tunakwenda kulitekeleza haraka iwezekanavyo, ndani ya wiki chache, sio miezi. Ndani ya wiki chache tutakuja hapa na Mheshimiwa mbunge mwenyewe na Mheshimiwa diwani kuwaletea vijana vifaa vya michezo. Pamoja na hayo, ndugu Tilika amesema kuwa mbunge huyo ana taasisi itwayo Joel Nanauka Foundation, hivyo basi kuna baadhi ya changamoto zitatatuliwa na foundation yake, huku katibu huyo pia akisisitiza kuwa zile changamoto kubwa mbunge huyo ameahidi kuzichukua na kuzifanyia kazi kikamilifu. Lakini kuna suala la ukosefu ama upungufu wa nyenzo au zana za kujifunzia ikiwemo kompyuta kwa sababu mheshimiwa mbunge wetu ni mdau wa elimu, lakini pia ana taasisi inayoitwa Joel Nanauka Foundation, ili tutalipeleka kwenye taasisi yake. Ama changamoto zingine zimetajwa za miundo mbinu, mabweni, karakana pamoja na uzio, ili kwa sababu yeye ni mbunge atalichukua kama lilivyo na kulipeleka sehemu husika kama na wizarani ama sehemu nyingine yoyote ambako tunaweza au inaweza kuwezesha kupatikana fedha kwa ajili ya ujenzi wa uzio pamoja na uh, marekebisho ama ujenzi wa hizi karakana na vitu vingine. Na hapa Faida Online TV tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wanachuo ambao wamesisitiza na kuomba changamoto walizokuwa nazo zitatuliwe. Kwa majina, naitwa Jovis John Ruswema, ni mwanafunzi wa Mtawanya. Ombi uh, langu kwa serikali waweze kutuwekea fensi. Kwa majina naitwa Samia Ali Salumu, ni mwanafunzi wa chuo cha Mtawanya FDC. Lakini pia hata mtu ambaye anapita tu katika mazingira haya akishaona fensi, akielekeza ile ni taasisi fulani, na anaweza kuwa na mvuto na akajua kwamba hii kweli ni taasisi. Mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Kukumbusha kusubscribe kulike na kukoment chaneli yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi. Asante na kwa heri.